Watu kutoka Marekani wa Afrika wakaamua kuhama Marekani, wakaja wakawekwa kwenye pembe moja ya Afrika kaskazini kule, eneo moja likaitwa Liberia, ikitokana e, na meli kubwa iliyokuwa inawabeba ilikuwa inaitwa Libet, na wakaunda mji mkuu pale Liberia, Monroe, Monrovia. Na, lakini ni kwa sababu ilikuwa na, na na na na unasaba zaidi na rais wa wakati huo Richard Munro ndipo Africanization na wasomi wale kutoka Marekani wakaamua sasa kuleta utaratibu mpya wa namna bora ambavyo chaguzi zetu zinaweza zikaendelea barani Afrika. Wa Afrika waafrika waliojitawala kisiasa bila kutegemea wakoloni au mataifa ya kigeni Uchumi wa Afrika uliomilikiwa na Waafrika wenyewe, majeshi ya kiafrika ndani ya Afrika yenyewe, na utamaduni na utu wa Waafrika walioheshimiwa na kuenzi Waafrika. Wakati huo, Waafrika wote walipaswa kushirikiana kama familia moja, bara moja lenye historia ya pamoja. Tanzania ikatajwa kama eneo takatifu zaidi lililokusanya Waafrika karibu makabila yote. Kwa kifupi tu pan ilikuwa ni imani kwamba waafrika wote ni ndugu na wanapaswa kuungana kujikomboa na kujenga mustakabali wao tanzania ikiwemo. Wazo hili lilianza mwishoni mwa karne ya kumi na tisa na mwanzoni mwa karne ya ishirini hasa katika waafrika waliokuwa nje ya Afrika, yani diasporas. Mimi ninauliza tu, diaspora wetu wa leo wanaongea nini kuhusu taifa lao takatifu Tanzania? Diaspora wale wa mwanzo walihisi maumivu makali mno ya ubaguzi wa rangi, utumwa na ukoloni, wakaona ni lazima kuwe na umoja wa Waafrika ulimwenguni kote. Henry Sylvester na William Trindad wakaanzisha Pan-Africanism Congress mwaka 1900 London. Du Bois, Marekani mweusi na mwanaharakati mashuhuri wa haki za weusi akahamasisha fikra za Afrika kwa Waafrika. Marcus Garvey, Mjamaika huyu akaanzisha harakati za baki to Afrika, rudi Afrika, akihamasisha Waafrika wa Afrika na Waafrika wa Amerika na Caribbean kurudi Afrika kuijenga Afrika bora valalau Uchaguzi unaokwenda kesho kutwa sio matokeo ya siku ya kesho kutwa; ni uratibu wa kiafrika wa karne nyingi mno, na ni lazima tuseme historia hii pana ya bara letu la Afrika. Kufikia katikati ya karne ya ishirini, wazo la pan africanism lilihamia bara la Afrika na kuhusishwa zaidi na mapambano ya uhuru dhidi ya ukoloni. Viongozi wa muhimu wa Kiafrika waliolikuza eneo hili, mmojawapo alikuwa ni Kwame Nkrumah wa Ghana, akahubiri umoja wa kisiasa wa Afrika na alikuwa na rais wa kwanza wa Ghana mwaka 1960. Hapa ndipo historia pana ya taifa hili ilipoanzia. Akaingia mwanamume wa wakati ule, Julius Kambarage Nyerere, hayati wa Tanganyika, akahimiza umoja wa Afrika kupitia hotuba na hatua za vitendo kama vile muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliozalisha Tanzania ya leo kama mfano wa umoja wa Afrika. Nyerere na wenzie wakatoa hifadhi kwa wapigania uhuru kutoka Msumbiji, Zimbabwe na Afrika Kusini Haile Selassie siye wa Ethiopia, na mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa kihistoria ulioanzisha umoja wa Afrika OAU mwaka 1963 huko Addis Ababa, wakaweka msumari wa moto dhidi ya uchaguzi wa Kiafrika ndani ya Afrika na matokeo ya Afrika, Tanzania ikiongoza mwaka 1963 ilipoanzishwa OAU Organization of Africa Unity yenye malengo ya kupigania uhuru wa nchi zote za bara la Afrika, utawala wa ndani la Afrika na chaguzi huru ndani ya bara la Afrika, kulinda mipaka na amani ya bara la Afrika na nchi wanachama ndani ya bara la Afrika. Wakakuza mshikamano wa waafrika ili kulinda himaya na viongozi wa Waafrika. Tulikwama wapi kutoka kwenye wazo lile? Ndicho kinachonisumbua hadi leo. Mwaka elfu mbili na mbili, OAU ikabadilishwa kuwa AU African Union na Umoja wa Afrika ambao una makao yake makubwa bado Addis Ababa. AU inalenga kuimarisha siasa za nchi, uchumi na ushirikiano wa kiusalama wa bara la Afrika. Sera yote ya kina Kwame Nkrumah na Nyerere ikafia kapuni, na sasa tukaanza uhasama wa wenyewe kwa wenyewe.